Tabora karibu Toronto. Mimi hapa ujumbe wangu mkubwa ni wa Chama cha Mapinduzi. Kwanza ni washukuru na kuwapongeza sana vijana kwa kuendelea kubaki, maana kijana ukisha kuwa msomi lazima uwe na uchambuzi wa mambo, lakini vile vile ujue nchi ikoje na vile vile huwe unatambua kwamba kwa miaka kumi, kumi na tano, ishirini ijayo mpaka thelathini wakati nyinyi mtakuwa na umri sasa, utu uzima, miaka kumi, ishirini, thelathini ijayo ni chama gani kitaendelea kuwa kinaendelea kutawala? Lazima unafanya hivi, ukishakuwa kijana msomi, huwezi kuelewa kwamba baada ya miaka kumi, ishirini, thelathini ijayo ni chama gani kitaendelea kuwa kinatawala? Wewe usomi wako utakuwa na wana, wana. Nyinyi ni vijana ambao mmefanya utafiti, mmefahamu wapi ambapo mnaweza mkakaa mkaendelea kuwa usalama, nyinyi kwa maisha yetu ya kisiasa nimechagua eneo sahihi. <coughs> Sisi CCM kwa muda mrefu ujao, kutokana na kazi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi kimefanya kwa wananchi, chama hiki kitaendelea kutawala kwa muda mrefu. Sasa unaweza mm -hmm, ukashangaa kuna vijana wanajipeleka kwenye vyama, anakaa kwenye chama ambacho chama chenyewe kazi yake ni wanaharakati, kinazungumza vitu ambavyo havipo. Na wakati mwingine, nataka niwaambieni vijana, kuna vijana wanadanganywa na baadhi ya viongozi wa vyama vya vya siasa, wanapewa maelezo kama vile wanaishi mbinguni baada ya vyama vyao kutawala, kwamba kwenye miaka michache ijayo mnaweza mkawa na mabadiliko makubwa sana. Huo ni uongo ndugu zangu, maisha ni kazi, maisha ni kazi na vijana nataka niwaambie ndugu zangu, wasipatikane wanasiasa wa kuwapa pepo kwamba baada ya muda mfupi maisha yenu yanaweza yakabadilika kama ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi kazi yetu, chama cha mapinduzi, ni kujenga maisha kwa vijana kwa kuwapa unafuu kwanza kwenye masomo yao. Tunafanya kazi hiyo ya kuwapa mikopo na kadhalika, lakini kuwasaidia vijana, kuwaendelea kuwajenga, waweze kutambua kwamba maisha ni kazi. Na kwa sababu ni kazi, tunafungua sasa miundombinu eh, mbalimbali mingine ambayo inawasaidia vijana, na huko mtakapokwenda, mtakuta mtakuta kuna mikopo ambayo inatolewa kwenye asilimia zile kumi, vijana wanapata fursa na mimi ni mashahidi vile vile. Nataka niendelee kuwathibitishia ndugu zangu, nimesema baadhi ya changamoto hapo kwenye maeneo yenu ya seniti yenu ya kimkoa, na sisi kama chama cha mapinduzi ngazi ya mkoa yale yote nimeyasema kwenye taarifa tunayachukua, na mengi yao tutakwenda kuyafanyia kazi kwene fauli. Naomba nitumie nafasi hii kusema vile vile kwamba kipindi hiki ambacho nimekuja kuzungumza nanyi vijana, tunaelekea kwenye uchaguzi mwaka huu, tutakuwa na uchaguzi na sisi tutaendelea kuwatumia sana vijana, kwa sababu tunafahamu kwamba vijana wanapita kila maeneo. Kuna maeneo mengine, mimi kama mwenyekiti wa mkoa siwezi kuingia, au mwenyekiti wa wilaya awezi. Lakini tukiwa na mambo yetu tunasema tunataka kujua vijana wenzenu wanasema nini juu ya Chama cha Mapinduzi. Na hiyo kazi mnaweza kuifanya kwa sababu mnaweza mkapita kila eneo bila kuulizwa. Leo akionekana mtu mzee amepita kwenye maeneo tatanishi anapita pale, watu wataanza wata kushangaa, natujua hapa sasa kuna jambo. Na mimi sina mashaka, tutakapofika mwezi wa Oktoba tutafanya kazi kubwa ya kuhakikisha na nadi sera ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo tutaizindua hivi karibuni, ambayo kuna sehemu kubwa sana ya ushiriki wa vijana, itakuwa imesoma ndani yake kuhakikisha kwamba vijana wanaendelea kupewa kipaumbele katika swala zima la kuwaendeleza kiuchumi, lakini masuala ya kuhakikisha kwamba vijana wanapewa fursa vile vile za kuendelezwa kisiasa. Chama cha Mapinduzi kinafungua milango vile vile, ndio maana mnaona wako wabunge wanaohakikisha vijana wanakwenda bungeni kuwasemea vijana. Haya yanapatikana kwenye chama cha mapinduzi. Nataka niwaambie ndugu zangu, fursa zingine ambazo mheshimiwa Rais anaendelea kuzitoa kwenu vijana, ni kufanya uteuzi wa nafasi mbalimbali kwa vijana kushiriki katika shughuli mbali mbalimbali za kisiasa. Ndio maana mnaona kuna wakuu wa wilaya mbalimbali ni vijana kabisa, wanatoka kwenye kwa vijana kwa, kwa, kwa wenzenu, wanakwenda wanachukua nafasi na vijana wengi mnaowaona, watu wengi mnaowaona ambao wameshika nafasi mbalimbali walikuwa vijana, wakafanya kazi za umoja wa vijana na baadaye wakashika nafasi. Hata mimi ninaponiona hapa nimekuwa kijana, nimekuwa kwenye umoja wa vijana, nilikuwa mjumbe wa baraza kuu la vijana nikihakikisha mkoa wetu Tabora, na ndio sababu huko huko huko ndio kuna kicochoni. Ndio maana nasema nyinyi vijana mmechagua eneo sahihi, ukishakaa kwenye waridi watu, watu, kudukia mimi nataka niwaambie ndugu zangu, majina yenu na bahati nzuri sana majina yenu yataendelea leo hapa. Leo hapa viongozi wenu hapa walisema tunataka tugawe vyeti kumi. Nikasema, kwa kumbukumbu ya leo ambayo mtu anaweza akaitumia mahali popote. mimi nilikuwa kijana nilipokuwa Tabora nilikuwa, nilikuwa kijana nimemaliza, lakini nilikuwa kwenye seneti ya mkoa wa Tabora, na kielelezo changu nilipiga picha na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa nikasema hii kumbukumbu kumbu, lazima aipate kila mmoja wenu, kwa pamojana na muda, lazima kila mmoja apate. Na mimi nimefurahi, tumemaliza wote, na wengine wakawa wanajirudia rudia, wanataka staili za kila aina za namna ya kupiga u. Haya ndio mambo ya vijana. Nataka nitoe nafasi hii kuwapongeza sana vijana, na mimi kwa muda mfupi hapa nimeona baadhi ya vijana wengine watundu, watakuwa watundu zaidi kwenye siasa, nimewaona kwa muda mfupi. Endelezeni moja wenu, fanyeni kazi za kukijenga chama chetu, kisemeeni chama chetu. Ni chama peke yake barani Afrika ambacho mpaka sasa hakijaweza kutikiswa na mtu yoyote. Hawa wapinzani hawa, mnaona wao wenyewe, na mimi hapa sina sababu ya kuwasema sema. Hii vijana, mnaangalia mnaangalia kila eneo kwenye mitandao, mnaona vyama vinagawanyika. Chama cha Mapinduzi peke yake, peke yake ndicho chama ambacho imara na sisi, nataka niwambie kwa vyama hivi ambavyo tunavyo, chama cha mapinduzi kitaendelea kutawala. Sana niwatakie kila laheri vijana ambao mnamaliza hapa, mnakwenda majumbani, nendeni kakijenge chama, nendeni mkaendelee kujitambulisha kwamba nyinyi ni wana CCM kidakidaki na wanajumuia ya vijana kidakidaki. Mungu atawabariki sana. Na mimi nataka niwaambie pale ambapo mtakapokuwa na jambo lengi lolote lile, kijana ambaye ulisoma Tabora, unataka msaada wowote wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, Tandala, mtaacha namba yangu ya simu hapa. kwa vijana wote wapatieni, uwe umeenda Kagera, uwe umeenda Mtwara, uwe umeenda Mwanza, uwe umeenda Shinyanga, sisi CCM ni moja na sisi ndiyo viongozi.